Rais William Ruto ameelezea mikakati yake ya miaka kumi ya kupandisha taifa la Kenya hadi viwango vya mataifa yaliyoendelea zaidi duniani. Alipohutubia kikao cha mabunge yote mawili hii leo, rais alitaja nguzo nne muhimu za kuimarisha miundo mbinu ya elimu, unyunyizaji maji, kawi na uchukuzi, kama miradi itakayofaulisha ndoto hiyo. Na kama anavyotuanzishia taarifa zetu Emmanuel To, Rais Ruto ameahidi kuanzisha ujenzi wa reli ya SGR kutoka Naivasha hadi Malaba Januari mwaka ujao. Mpango huu utakaochukua mwongo mmoja kutoka sasa kukamilika unatarajiwa kuangazia sekta nne muhimu nchini, rais akianza na mpango wa kuboresha uwezo wa ajira kwa wakenya kupitia kuimarisha elimu nchini. We must actualize the National Research Fund.

Rais Ruto akizamia nguzo ya pili ya kuboresha uzalishaji wa chakula kupitia unyunyiziaji maji mashamba, mpango wa tatu ukiwa kuongeza kawi nchini kwa zaidi ya mara tatu ilivyo kwa sasa na mwisho rais akitangaza mpango wa kupanua zaidi ya barabara 21 kuu nchini katika mpango wa kuimarisha uchukuzi. This infrastructure drive will also include extending the standard gauge railway from Naivasha to Kisumu and eventually to Malaba.

president. rais ruto akipokea heko kutoka kwa wabunge walioanza nyimbo za tuta bungeni wakimsifia kwa maono yake itawalazimu wakenya kujifunga kibwebwe sasa kuelekea katika safari ya ulimwengu wa daraja la kwanza rais william ruto akishuka na hadi kochokocho anazosema itawalazimu wakenya kujitahidi na kujizatiti kuziafikia emmanuel toro runinga ya citizen majengo ya bunge